Karibu sana katika Masenza Mentors eh, mdau na mbia wako katika maendeleo endelevu katika huduma huduma yako au biashara yako, kwenye kampuni yako au biashara yako binafsi au katika NGO yako. Na kutokana na maswali mengi ambayo tumekuwa tukiyapata, tumependa leo kutengeneza video nyingine, video ambayo inaleta ina mjumuisho wa hizi video tatu zetu za mwisho ambazo tumezifanya na kukufanya uweze kupata mjumuisho wa pamoja katika video ambayo tumeanza kuitoa ambayo eh, ilikuwa ni video yetu ya, ya, ya, ya tano tuliweze, tumeweza kuonyesha thamani thamani inayotokana na, na mentorship, au uwezeshaji namna gani ambavyo uwezeshaji unavyoweza kuboresha biashara yako. Lakini video iliyofuata baada ya hiyo tulionyesha ushuhuda kwamba sasa sisi hatufundishi nadharia, tumefanya jambo kwa vitendo na tumefanya shuhuda mbili. Shuhuda ambazo zime, tumejaribu kufanya na wafanyabiashara wawili waliotaka kufanya shuhuda kwenye biashara zao, kwa kutumia ile ofa ambayo tumetoa kwamba ya huduma ya kuwapa kuwa eh, video ya dakika kumi na tano pamoja na mwongozo wa bure lakini mnakumbuka uh, tuliweza pia kuzungumza kwenye video nyingine iliyofata mafunzo mafunzo ambayo tunafanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unaendana na maendeleo endelevu mwisho, no, sio mwisho. Baadaye tukafata video nyingine ambayo tulieleza maswali ambayo tumekuwa tuliyapokea kutoka kwa wadau mbalimbali. Tulikuwa na maswali, ma, ma, maswali sita ambayo tulijaribu kuyajadili na tukaonyesha yale maswali yanawakumba watu mbalimbali mbali. Na tukatoa challenge kwamba yeyote ambaye swali mojawapo kati ya yale tuliyotoa anadhani linaendana na biashara yake, basi atutumie ujumbe ili tumpe mwongozo wa namna ya kulitatua swali lile. Lakini baada ya hapo, tukaja tukaeleza namna ya kudhibiti changamoto, namna ya kudhibiti changamoto ambazo zinajitokeza mara kwa mara. Nadhani eh, mtakuwa mnakumbuka vizuri, na tuko pamoja katika hilo. Na labda tuwaulize kwamba je, biashara yako? Je, huduma yako? Je, kampuni yako? Je, eh, NGO yako? Eh, tayari imeendana na mabadiliko ambayo tumekuwa tukiyasema? Kama bado wewe, uko katika hatua gani ya ukuaji na una unataka kufika hatua gani ya ukuaji? Je, wewe unataka kuendana na hizi kasi? Kama unataka kuendana na hizi kasi, basi sisi tutakushauri uweze kuchukua hatua za haraka na thabiti, ili uweze kuendana na haya ambayo tunasema, na ili uweze kuendana nayo eh, lazima uhakishe kwamba unakuwa na unadhibiti, unadhibiti ule ukuaji wa huduma yako, biashara yako au taasisi yako, unaidhibiti ili isitetereke. Na huwezi ukawa unadhibiti bila kufata eh, maelekezo, miongozo, mifumo na uwezeshaji, lakini vile vile ni kukubali kubadilika, transformation eh? Hadithi halisi ambazo tumezitoa za wajasiriamali ni mfano thabiti wa kuonyesha kwamba lazima kila mmoja akubali kubadilika aweze kuwa na mabadiliko transformation. Lakini hatua nyingine ambayo ni ya muhimu ni kuchukua hatua, kwamba wewe unachukua hatua ukijifunza hili, ukiona hili limetokea kwa mwenzako, chukua hatua hili lisiweze kujitokea kwa upande wako. Maswali yako ambayo tumekuwa tukiyajibu huko nyuma na maswali mapya ambayo tumekuwa tukiyapambana nayo yote yanatokana na namna ambavyo watu wanaweza kushirikiana na sisi katika kujadiliana uh, hoja kama sina muda, gharama nyingi, siwezi kuona matokeo. Tayari tumekwisha zitolea majibu, na baadhi ya watu ambao walikuwa wanazisimamia hoja hizo kwa sasa wamekuwa, wameweza kuona kwamba hoja hizo tena hazina mshiko. Fikiria sasa, wewe unataka kuchukua hatua gani ili kuhakikisha kwamba biashara yako, huduma yako au taasisi yako, ni hatua gani uko tayari kuzichukua leo? Andika comment ya hatua ambazo unataka kuzichukua, ili sisi tuweze kuwa na wewe katika kukuza biashara yako. Uh, tuko tayari kama ambavyo tumekuwa tukisema huko nyuma kukutumia mwongozo vile vile tuko tayari kukutumia video ya dakika kumi na tano ambayo itaweza kujibu kile ambacho unataka kifanyike biashara yako haiwezi kukua bila kuchukua hatua biashara au huduma zako haziwezi kuwa endelevu bila kuchukua hatua NGO yako haiwezi kufanikiwa eh, bila kuwa na mpango mpango unaojulikana eh? bila kuwa na mpango unaojulikana wa muda mrefu, bila kuwa na mpango wa kutatua vikwazo, bila kuwa na mpango mkakati. Na mipango yote hii inatokana na juhudi za ndani na juhudi ambazo unazipata kutoka kwenye mifumo na wawezeshaji. Na kwa upande wa upande wetu, sisi tutaweza kuchukua hatua mbili. Hatua ya kwanza ni kukushauri na kukupa ushauri uelekezi, kujenga uwezo, pamoja na kushauri juu ya mifumo, lakini vile vile tutakuwa tayari kuwa na wewe katika utekelezaji wa hayo ambayo tutakuwa tumekushauri. Hatua ya, ya, ya, ya moja katika hizo tatu itakuwa ni ya wewe binafsi kufanya zile hatua za ndani. E, naamini kwamba katika hatua ambazo tumefikia kwenye video hizi zote ambazo tumekupatia, unalo unalo lilojifunza unacho ambacho unadhani kitakuwa ni muhimu kwako, unacho kile ambacho umeona kwamba kinaweza kikakupeleka mbele au tayari umekusha tathmini eh, ni yepi ambayo yanahitaji kutatuliwa katika, katika, katika, katika taasisi yako. Kama pia hujaweza kuona ni yepi ambayo inatakiwa kunani kutatuliwa, basi tuite tukusaidia kufanya tathmini akufanyia tathmini ya huduma yako au biashara yako au taasisi yako au kampuni yako au NGO yako. Tutafanya tathmini ya kuonekana kuonyesha kwamba umetoka wapi upo wapi na unatakiwa kwenda wapi. Sasa kule unakotakiwa kwenda wapi, tutashirikiana na wewe kukujengea uwezo, kukushauri na, kuku, na kushauri mifumo na manyezo ma, mbalimbali ambazo unatakiwa uwe nazo na uzichukue katika hatua hiyo. Karibuni sana katika Masenza Mentors na asanteni sana kwa kuwa nasi. Karibuni katika video zinazofuata.